Huko Tanzania, msajili wa vyama vya siasa, Jaji Francis Mutungi ametangaza kuwa chama kikuu cha upinzani nchini humo, Chadema, hakitopewa ruzuku ya kujiendesha kama ilivyo ada kwa vyama vingine vya siasa kutokana na kudai mapendekezo yake ya kukitaka chama hicho kufanya uchaguzi wa viongozi upya. Ikumbukwe mwezi Aprili msajili huyo alitangaza kuwa hatatambua hatambui safu ya uongozi wa Chadema kwa kuwa uteuzi wa viongozi hao haukutimiza akidi. Sudi Mnete amezungumza na mwanasheria mkuu wa Chadema Dkt Ruge Meleza Nshala ambaye anaanza kwa kuelezea namna walivyopokea uamuzi wa huo wa Jaji Mutungi. Aa, kama chama ni hatua ambayo ilikuwa inatarajiwa kwamba it, it, it, itafuata kwa sababu hii ni kampeni mzima ambayo imesukwa kwa, kwa, kwa nia ovu na ofisi ya msajili na ambao wanamtuma kwa lengo la kudhoofisha na kuiua Chadema. Anale, a, a, lakini yote anayeyafanya ni kukiuka sheria moja kwa moja. Kwa hiyo kinachomwongoza ni nia mbaya, nia ovu, anakiuka katiba ya nchi, anakiuka sheria vyama vya siasa, anaisigina hata katiba ya Chadema kwa maana hiyo ni kwamba ni watu ambao hakuna chembe ya kuheshimu sheria za nchi yetu, katiba ya nchi yetu, lakini wamekalia viti hivyo kwa kutekeleza mipango yao ya, ya ya uovu na ya kutaka kui, kuiua Chadema. Kwa hiyo itakutana na nguvu sahihi zinazostahili za kuweza kupambana na, na uovu na uvunjifu wa, wa sheria ambao unafanywa na watu ambao wanatumia madaraka yao vibaya lengo la kunyanyasa na kupoka haki za watu kuweza kujumuika na kuweza kufanya siasa katika nchi yetu, ambazo ni haki ya kikatiba. Kwani Chadema inapata ruzuku ya kiasi gani? Kwa ushida shilingi milioni mia moja na kitu. waasibu nageweza kuzungumza swala hilo vizuri, mimi sio mimi, sihusika na masuala ya fedha. Sasa mtawezaje kuendesha chama wakati huu nje ya ruzuku? Kwa namna gani chama kinajiendesha? Chama chetu kiko ni chama chama cha wananchi wanachama, kina wanachama wengi sana. Wana, wanachama watachangia sehemu kubwa ya, ya chama ambacho ni chama cha siasa, kinategemea wanachama wake na, wa, na wapenzi wake. Kwa hiyo sisi chama chetu kitapata hizo fedha kutoka kwa hawa wanachama, wakati jitihada za kisheria zikiendelea za kuhakikisha kwa kwamba haya makosa na, na, na, na, na, na uvunjifu mkubwa wa sheria wa nchi yetu ambao umefanywa na msajili ambayo tena tutegemea kwamba ni ofisi ambayo inaongozwa na jaji wa Mahakama ya Rufaa, lakini elekea inaongozwa na watu wa, ambao wako, wako nje ya serikali au wako, wako nje ya njia ya ofisi hiyo ambao wanatekeleza nia zao ovu. Tutapambana nao kikamilifu. Kwa nini msitekeleze matakwa ya mamlaka kama mkajiepusha na hiki wanachokisema? Kuna ugumu gani? Amri, amri um, inayokiuka sheria aitiiwi, inapingwa. Amri inayokiuka sheria utakii kuitii unatakiwa kukabiliana nayo. Ni jukumu la katiba, katiba yetu ibara ya 26 nasema kila mtu ana jukumu la kutii na kuheshimu katiba hii na sheria za nchi yetu. Hatutakiwi kutii amri ambayo inakiuka sheria na, sherea, na katiba sasa, ya nchi yetu. Mwanzoni hapo mwa mazungumzo haya umesema kwamba hatua hii ya msajili wa vyama vya siasa itakumbana na nguvu za hii, nguvu gani hizo, kwa ufafanuzi Dr. Nshala? Hiyo ni viongozi wa chama wakubwa wa, wa, wa chama wa, wataweza kuzungumza, wataweza kutoa msimamo sahihi, lakini tutaonana katika sehemu ambayo ni kwamba msajili na sisi tutakuwa tuko sawa Nam ni Sudi Mnete na Dokt Rugemeleza Nshala, alikuwa ni mwanasheria mkuu wa Chadema kuhusiana na suala hilo. Inaonyesha hali inazidi, hali ya kisiasa inazidi kuchukua mwelekeo mpya huko nchini Tanzania na hasa hasa kuelekea vyama hivyo vya upinzani.